Wakazi wa kijiji cha Marumba wilayani Nanyumbu mkoani Mtwara wanaendelea kutaabika kwa kutembea umbali mrefu wa kilomita nane kufuata huduma ya maji kutoka mto Ruvuma ambayo sio safi na salama kwa matumizi ya nyumbani. Wakizungumza na mwandishi wa TBC aliyefika kijijini hapo mara baada ya mashirika ya TDT na You Can Aid kukabidhi kisima katika kituo cha afya cha Marumba, wakazi hao wamesema bado hali ya upatikanaji wa maji kijijini hapo ni mbaya. Mwandishi wetu Machina Ngulumbi ametuandalia taarifa zaidi kutoka Nanyumbu mkoani Mtwara. Wananchi wa kijiji cha Marumba wilaya na ya Nanyumbu mkoani Mtwara wamesema licha ya mfadhili kujenga kisima cha maji kwa ajili ya kuondoa adha ya maji katika kituo cha afya cha Marumba, bado wanaendelea kutaabika kwa kutembea umbali wa kilomita nane kufuata maji mto Ruvuma ambayo sio salama kwa matumizi ya binadamu. Sisi wenyewe tangu kulikuwa nao hapa kijijini ya maji ni mazito sana. Kwanza maji tunayekunywa sio salama, na wakati huo sisi bado tumekaribia na mto wetu kuhukuma, lakini sitajua kwamba mfadhili atatufadhili kwa njia hii, lakini kama angetukutia maji yanayepita tu ambayo yanaharibika hapa ili tupate maji ya kutosha. Kwa kweli si tunua lita 25, tunanunua kwa shilingi 500. Kwa hiyo tunaiomba serikali itufanyie mikakati ya kutoa maji ya kutuletea huku kwa urahisi. Kama tunaacha tunaacha ndoa zetu majumbani, tuyafuatilia yale maji. Inawezekana pale wazee wetu wanaona kama tumekwenda kwa ajili ya kufuatilia umbali wa maji, hapa yanapatikana mbali. Kwa hiyo tunaiomba serikali kwa ujumla itusaidie kutuletea maji kwa ukaribu. Na kina mama wengine wanapojifungua, maji yale kwa sababu chafu cha hautoki. Inaonekana yale maji tunayotumia pale hayatoshi. Kwa sababu shughuli za uzalishaji bado zinakuwa kubwa, inaonekana yale maji hayatoshi. Akizungumzia adha hiyo mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Marumba Alisia Chikawe amesema mlipuko wa magonjwa ya kuhara ni mkubwa, huku mganga mfawidhi wa kituo cha afya cha Marumba Basiliusi Mganwa amekiri kisima hicho kitasaidia kuondoa adha ya maji kwa wagonjwa kwa inaenda azo kulingana na, na mfadhili kukuetea kisima kaa kunashukuru kwamba anakikugizia hadha ya wanamama kama ivowaja, wajawazito wanapokuja kujifungua hapa, lazima wabebe na maji lita ishirini na tano pia na jagi la maji nakuja kunyezea dawa. Upande wake mkuu wa wilaya ya Nanyumbu Sauda Mtondo aliyezindua kisima hicho amekiri wilaya hiyo kuwa na tatizo la maji na kutaja mikakati ya serikali ya kuondoa adha hiyo. Naye mratibu wa mradi huo Linus Buriani akisema lengo la mashirika ya TDT na UKnaid kusaidia wananchi wasiojiweza, lakini pia kuna mradi wa kisima ambao tayari usaliku umeshafanywa, unachosigulia tu ni wazi kuanza kutekeleza huo mradi, na imani mradi huo ukikamilika utakuwa umetatua tatizo hilo kubwa sana la ambao wanatembea kilomita nane kwenda mtoni kwenda kutafuta maji, na ambao wanaathirika hasa ni wanawake na watoto. Kwa hiyo kwa upande wa wafadhili kwa kweli kuna washukuru sana, lakini kama serikali tunazo jitihada, kwa sababu tatizo la maji si tu la marumba pekee yake tatizo la wilaya nzima, sio lazima na upatikanaji na wa maji ni tatizo, lakini kwa sasa huo mradi ambao tuna imani muda sio mrefu utaanza kutekelezwa, kwa sababu tumeshafanya usanifu wa kutoa maji kutoka mto Ruvuma mpaka Nanyumbu. Inaimani kwamba katika mradi huo utakapoanza, hata vijiji ambazo vinapita viko jirani, ambapo mradi utapita, tutapata maji. Kwa hiyo inaimani kwamba mradi huo kutekelezwa, basi tatizo la maji pia lakini pia hilo, halmashauri, halmashauri, maji, kwa kuliona hilo halmashauri kama halmashauri tumenunua mtambo wa maji wa kuchimba visima ambao tutahutumia sasa kwenda kuchimba visima kwenye vijiji mbalimbali. Kwa hiyo mtambo huu unahutumia sasa kajiri kwa swala zima la kuona namna ya kuweza kutatua kero hii sasaimani ba. baada ya mwaka mmoja kuisha sasa angalau hii kero itapungua. Sasa nitaitaja tu moja baada ya mwingine kwa mwaka huu ambao umeanza mwezi Septemba mpaka mwakani mwezi Septemba, tutatekeleza miradi ifuatayo. Kwanza, tumekubaliana kutekeleza mradi wa kufunga uh, sola katika jengo letu la zanati na tayari mradi huo umeshakamilika, na haya ambayo umeyasikia naimbu hapa pamoja ni kuona kweli huduma hiyo ina, ina, ina, ina. Mashirika hayo ya TDT na UKN aid yanatokana na kanisa la Anglikana ambalo linafadhiliwa na nchi ya Ujerumani ambapo jumla ya miradi tisa inatekelezwa katika kijiji cha Marumba, wilaya Nanyumbu, mkoani Mtwara, ikiwemo na uwekaji wa sola katika kituo cha afya na ujenzi wa madarasa. Nikiripoti kutoka Nanyumbu hapa mkoani Mtwara, Mati na Ngurumbi, TBC.